Ya, na ndugu mtazamaji eh, katika eneo hili ama hapa nilipo nataka nikuelekeze aina ya mlingoti kama tatu hivi eh, niliwahi kusema kwamba kuna aina uh arobaini za mti wa mlingoti aina arobaini, na kwa hapa haraka haraka nataka nikuelekeze aina tatu kwa haraka haraka, na zote zinatibu vizuri sana, na ukichanganya mchanganyiko wa miti hiyo mitatu basi utapata matokeo mazuri sana. Ya, kwanza kuna aina hii hapa ya mlingoti ama eucalyptus, unaona hii hapa ukiangalia, majani yake ni nyeupe nyeupe na inatoa harufu harufu sana. Inatoa harufu kinusa. Ya, na hii ndio watu wengi wametumia wakati wa corona kujifukizia, walikuwa wanatumia hii hii, iko very effective katika mfumo wa upumuaji, kwa maana kama una mafua au kifua, hii imeonekana na matokeo ya haraka sana, inafanya vizuri sana. Unaona lakini kuna aina nyingine ambayo ninayo hapa ambayo yenyewe ni, apa, ambao ni prevalent na inapatikana maeneo mengi, of course, sehemu mbalimbali ni hii hapa. Yenyewe majani yake e, sio meupe lakini kidogo makubwa kama inavyoonekana, na pia nayo ni tiba nzuri sana, lakini na nyingine hapa, ambayo majani yake unaona tofauti, e, ni nyembamba sana, ni madogo madogo sana, lakini pia nayo ni tiba, ingawa haina harufu kali sana. Haya yote yana majina yake scientific name yanapatikana vizuri sana e, usikose kunifollow ili uweze kuyajua majina yake yote haya. Sasa hii ndio ina nguvu, ndio inaonekana ina nguvu, aina hii ya mlingoti ya kwenyebo utafiti inafanya vizuri sana ya, lakini kuna aina nyingine ambayo pia manyo, ina majani yake kama manyoya fulani kuaruza, na nayo ni kiboko, ingawa katika mazingira haya hayapatikani, of course kuna maeneo inapatikana. Sasa haya aina yote hizi, uh, uh, ukichanganya majani haya yote of course, ukachemsha vizuri, basi ukitumia utasaidia sana magonjwa ya mapafu e, kifua au mafua e, kama una mucus e, hasa hii hapa una mucus kwa maana ya kamasi kwenye inazalishwa kwa wingi kwenye mapafu <coughs> basi ukitumia itakusaidia sana lakini, pia kwa mtu mwenye kisukari inafanya vizuri sana. Haya majani yote e, unaweza ukachukua mojawapo, inafanya vizuri sana kwenye sukari unachemsha unapata glass moja, kuto mara mbili itakusaidia sana Lakini pia kwa mtu ambaye anataka asafishe kibofu cha mkojo pia inafanya vizuri sana. Ehe, vizuri sana, vizuri. Haya majani unaweza kuchukua mojawapo, lakini katika mazingira yako pendelea hii hapa, ina matokeo ya haraka. Usichemsha kwa muda mrefu, na kama unakausha juani isikauke kwa muda mrefu. Lakini magonjwa ya ngozi, magonjwa yote ya ngozi, chemsha alafu ogea, chemsha uogee uchanganye, na maji yako ya kuogea bafuni, utapata matokeo mazuri sana, ya aina za mlingoti kompyuta e,